Kuzaliwa kwa mwokozi katika nyakati za giza. Kabla ya Musa kuja duniani, anga la Misri lilikuwa limetanda kivuli kizito kisicho na matumaini. Watoto wa Israeli waliohamia Misri wakati wa njaa ya enzi za Yusufu waliendelea kuongezeka na kustawi. Lakini ustawi wao uligeuka kuwa chukizo kwa Farao aliyekuwa ametoa utawala miaka mingi baada ya Yusufu kusahaulika. Kizazi kipya cha Wamisri hakikujua wema wa Yusufu wala ukarimu wa familia yake. Waliona wingi wa wana wa Israeli kama tishio, na hivyo ukatungwa mpango wa ukatili, mikakati ya kimfumo ya kuua vizazi vijavyo ili kuzuia taifa la Israeli lisizidi nguvu. Katika giza hilo, Mungu alianza kufuma hadithi ya mwokozi, mtoto ambaye angebebeba ulimwengu katika bega lake, Musa. Farao alitoa amri kali kwa wakunga wa kiajemi na Kihebrania: kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kwa wahebrania au wawe wa kike aachwe hai. Amri hii ilikuwa jaribio la kuzima ongezeko la wana wa Israeli, lakini pia ilikuwa jaribio la kuzuia mpango wa Mungu. Wakunga wawili mashuhuri, Shifra na Pua, walikataa kutekeleza ukatili huu kwa sababu walimhofia Mungu kuliko mfalme. Hivyo watoto wengi waliokoka, lakini amri mpya ikatangazwa: mtoto yeyote wa kiume atakayezaliwa atupwe katika Mto Naili. Kilio cha kina mama wa Israeli kilitanda katika vijiji na makazi yao. Huu ndio ulikuwa wakati ambao Yokebedi, mke wa Amramu, kutoka kabila la Lawi, alikuwa mjamzito. Hofu ilikuwa kama wingu lisilofutika. Je, mtoto wake atakuwa wa kiume? Je, ataishi au wataangamia katika mto uliokuwa umejaa miungu ya uongo ya Wamisri. Siku ya kujifungua ilipowadia, nyumba ya Amram ilikuwa kimya isivyo kawaida. Hakukuwa na kelele wala wazazi hawakuenda kwa wakunga wa mji kwa hofu ya kufichuliwa. Yokebedi alijifungua mtoto, mtoto wa kiume, lakini jambo la ajabu lilitokea. Maandiko yanasema akamwona ya kuwa ni mzuri sana. Neno mzuri hapa lilimaanisha zaidi ya sura njema. Ilimaanisha kuna kitu cha kidini, cha kipekee, cha kudura ya Mungu juu ya huyo mtoto. Kwa miezi mitatu walimhicha Musa. Watoto hucheka, hulia, huhema kwa nguvu, lakini kwa miezi hiyo kwa namna isiyo ya kawaida waliweza kumhifadhi. Lakini kadiri alivyokuwa, sauti yake iliongezeka. Wanawake wa Misri walikuwa wakipita nyumba kwa nyumba wakisaka sauti za watoto wa kiume. Hatari ilizidi kukaribia. Kuficha haikuweza kuendelea. Siku ilifika ambapo Yorekebedi alijua lazima amwachie mtoto wake kwa Mungu, lakini sio kwa mto tu, bali kwa mpango uliopangwa kwa hekima. Aliunda kikapu cha miti ya mianzi, akakipaka lami na dawa ili kisivuje maji kikapu hiki kilikuwa kama sando la agano kwa mtoto ambaye baadaye angepokea sanduku la kweli kutoka kwa Mungu. Aliweka mtoto ndani ya kikapu akakifunga taratibu, kisha akamwambia Miriam, dada yake Musa, simama mbali lakini uangalie kinachoendelea simanzi. Ilijaa moyoni mwa mama huyo, kila hatua aliyopiga kuelekea mto ilisikika kama mwango wa maumivu ya mama anayekuja kutengana na penzi lake katika maji matulivu ya Naili ambapo Wamisri waliabudu mungu wa mto, Yokebedi alimkabidhi mwanawe kwa mungu aliye hai. Wakati kikapu kinatembea taratibu juu ya mawimbi mepesi ya maji, Mungu alikuwa ameshika usukani. Binti wa Farao alishuka kuoga mtoni, mabibi zake walikuwa karibu. Walipokiona kikapu, walienda kukileta. Alipokifungua, mtoto akalia, kile kilio chiliweta huruma badala ya hukumu. Binti wa Farao alisema huyu ni mtoto wa Wahebrania, lakini badala ya kumtupa mtoni, aliamua kumlea kama mwana wake. Miriam aliyokuwa akifuatilia kutoka mbali alisogea kwa ujasiri wa kushangaza na kusema, je, nikutafutie mwanamke mhebrania kunyonyesha mtoto huyu? Hivyo, katika mpangilio wa ajabu wa Mungu, Yokebedi mama halisi wa Musa, alilipwa pesa na binti wa Farao kumlea mwanawe mwenyewe. Musa alikuwa mazingira mawili kwa wakati mmoja, nyumbani kwa Israeli akiwa mtoto mchanga na baadaye ikuluni mwa kifalme kama mwana wa mfalme. Musa alipoletwa ikuluni akiwa amekua, alipewa jina Musa. Nimemtoa majini. Jina hili lilikuwa na unabii ndani yake, kwa kuwa baadaye angewatoa watu wake kutoka Bahari ya Shamu. Katika ikulu alifundishwa sayansi na hesabu za Wamisri, kemia na unastara, tiba yake. Lugha za kifalme, sanaa ya vita, uongozi na diplomasia, sheria na siasa. Hii yote ilikuwa maandalizi ya jukumu lake la ko kuwalegelea taifa gumu kutoka utumwani. Lakini ndani yake aliendelea kutambua kuwa yeye ni Mhebrania. Alihisi maumivu ya watu wake, aliona unyanyasaji waliopitia. Roho ya uwana ilimuita, si uwana wa kifalme, bali ya agano. Siku moja akiwa na umri wa miaka arobaini alitembea miongoni mwa wafanyikazi wa Israel, macho yake yalitazama, jambo lilimuumiza sana. Misri akiwapiga vibaya sana watumwa wa Hebrania. Alipotazama huku na huku na kuona hakuna mtu, Musa alikasirika na kumua Misri yule, akamficha mchanga. Alitaribu kutenda haki kwa kutumia nguvu na busara ya mwanadamu, si mpango wa Mungu. Lakini habari ilisambaa. Farao aliposikia, aliapa kumua Musa. Musa akalazimika kukimbia Misri akiingia katika nchi ya Midiani, kipindi kipya cha maisha yake. Akiwa Midiani, Musa si tena mwana wa kifalme, alikuwa mgeni, mkimbizi, mchunga mifugo. Dunia yake ilibadilika, lakini ni katika unyenyekevu ndiko Mungu huwakuza viongozi wake. Huko alikutana na Yethro, kuhani wa Midiani, na mkewe Sefora. Akawa mchunga wa kondoo kwa miaka mingine arobaini. Kwa mtu aliyekuwa mkuu sana katika ikulu ya Misri, maisha haya yalikuwa mafundisho ya subira, unyenyekevu, umakini, kutii, kuongoza kundi. Kwa sababu kabla ya kuongoza taifa la milioni, lazima ujifunze kuongoza kondoo. Musa alipokuwa akichunga kondoo katika mlima Horebu, mlima wa Mungu, aliona kijiti kikiteketea kwa moto bila kuungua. Hii ndiyo ilikuwa sauti ya Mungu ikimwita katika hatima yake. Safari ya kuwakomboa wana wa Israeli ilikuwa karibu. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya simulizi za Biblia, kulike na kushare video hii. Usikose sehemu ya pili ya simulizi hii.